Mimi ndio niliandika huo. Ama wimbo ni wangu. Yeah. So hasa ni wachanga ajifunze kufanya uandishi. 22 seconds. Tunaenda kwa ngoma yako number 2 before tumalizie ya mwisho, alafu tukirejea nataka tutakuja kuzungumzia wewe mwenyewe kama 22 seconds, una mipango gani hapa mbele? Uh, umezungumza kuhusu show ina iko hapa, umesema inakuja tarehe tarehe 22 na maana yake siku moja tu hapa mbele. At least tutakupa nafasi uzungumzie kuhusu jinsi ambavyo watu wanaweza kukupata. Number 2 ama cha 3 hiyo, nataka tuzungumzie kuhusiana na Je, uh, watu wote wamekuja hapa, nimekuwa nikiwauliza kama anatoka Nairobi kama anatoka kaunti gani huwa anamuuliza support ya county government katika sekta ya usanii na usanii katika uimbaji inakuwa vipi? Lakini hii ni tukirejea na msikilizaji tu, muda usikuwa mrefu, rais akianza kuzungumza state of the nation, uh, 2025 anazungumza kwenye, anahutubia ana county uh, nini, uh, assembly nyumba zote mbili, uh, national uh, assembly pamoja na senate. So kwa hivyo utakuwa unapata, lakini kwa sasa nipo naye 22 second mivyo unasema uh, kumfolo na wewe pia unaweza kumfolo 22 seconds, tafuta kazi zake na kuwa fiti sana sana, msikizaji, ngoma tamu sana. I wonder why e, msanii yote unaweza kosa kushirikishwa katika kazi hii nzuri, lakini uh, all in all tunasema kwamba hii kazi ni yako, so mm -hmm. ukifail tutalaumu nani? 22 seconds exactly. atutalaumu mtu mwingine so uh, si mtu mwingine asiwe sababu ya wewe kutokufanya shughuli ambayo unafanya now let us mm -hmm. go to this, kwa sababu tuna uh, dakika chache hapa sana zimesalia. Nilikuwa nimeuliza kuhusiana na future ya 22 seconds. 22 seconds anapangia nini in future hapa? Uh, nafikiri ni, ni kutoa tu muziki. mm -hmm. Kujaribu kutafuta uh, platforms za ku promote muziki yako. mm -hmm. h yeah. Yeah, nafikiri ni hilo tu kwa sababu sitaki kukua kwa industry, niki niki ile tunasema kujibamba mm, mm, mm. e, ninataka kazi. E, e, e, e, e. kazi kabisa pia. kabisa mm, mm. nashukuru kabisa tuzungumze kuhusu tarehe ishirini na mbili umezungumzia wewe kama 22 seconds umesema kuna mahali utakuwa utakuwa mm -hmm. yes. kwa hiyo show ya, ya Kora Fest Future mm -hmm. yeah. tuko mm -hmm. pale na wasanii kama kutakuwa na test kiuri nafikiri unamjua huyo TikTok. Tutakuwa na kina Oletile, tulishazungumza naye amesema yuko barabarani ya, ya, Kora wenyewe mm -hmm. kuna wasanii wengine hata huyo Rina atakuwa mm -hmm. na wengine. Kuna wasanii wengi tu hapo Pokot wengine, mm -hmm. wengine. Mm -hmm. sijawajua kwa majina lakini itakuwa ni bonge la show. Mm -hmm. yeah. asante kabisa mm -hmm. Uh, watu wanaweza kupata vipi kazi zako? Kazi zangu mimi napatikana mitandaoni mm -hmm. sasa na YouTube ingawa mm -hmm. sija sijaweka kazi zote huko bado. mm -hmm. Kuna zingine ziko jikoni. mm -hmm. Yeah, so ukienda tu pale YouTube uh, type 22 alafu seconds bad kwa ile seconds unaweka double s s s e c o n d s ya utanipata pale <laughs> Uh, turudi kwa swali ambalo najua naweza kuwa na utata kwa dakika chache sana. Mm-hmm. Je, support ipo kutoka county eh, maanake nilikuwa nazungumza na mmoja hapa akasema kuna wasanii wanalipwa na county na kwa kuwa tu msanii kuna watu wanalipwa. Je, msaada wa county government kwa usanii na nazungumzia sanaa ya mziki sanaa ya kuimba. Je, eh, mkono unafika au bado? Uh, siwezi. Hmm. Siwezi eleza mm -hmm. Sababu mimi kwangu hujanifikia uh -huh. Lakini pia nafikiri kaunti tulioko hata uh -huh. kama kunayo uh -huh. inafikia wale wasanii wa nyimbo wa za kiasili uh -huh. sana sana mm -hmm. ya yeah. kwa mm -hmm. sababu oh, nyimbo za bongo ama. Okay, msinipate vibaya si, Ali, okay, si, njimbo si njimbo pasi, ya, naelewa na kuelewa kabisa kwa sababu zile zinapata support ni za kiasili. Hizi uh -huh. e, zile tunaita Zile za, za nyumbani mm -hmm. I don't know, I think this is the high time pia wale wanatutazama, mweze kuelewa, especially kwa ofisi, kwa sababu nilikuwa hapa pia na Tenem ya Pokot Finest na anaimba nyimbo za kiasili, na alikuwa analalamika, anasema msaada bado hujafika. So I don't know, hii msaada inafika kwa kina nani, tukiwapata pia naweza kuwa mzuri, lakini zaidi ya yote kilio kutoka pia kwa wasanii wa West Pokot, tafadhali tukumbuke tu kwamba kuna sanaa mbalimbali na hii sanaa inaweza kuinuliwa wakati tuna create platform ya wasanii kuweza kuperform na kuonekana. Unajua, msanii ni kama tu ng'ombe ambayo inapelekwa mnada, yaani usipopeleka pale mtu aone imenona, ina ina nyama ya kutosha haiwezi uzika. So msanii naye asipoperform watu wajue ndio huyo amefika, inakuwa ni ngumu sana, na nini na nini. So mimi nashukuru na nashukuru pia kwa wakati wako. Aa, najua kuna watu wamejua kwamba unakuja kwenye redio mm -hmm. na labda sasa hivi unakutegea itakuwa ni makosa sana mi usema hakuna haja useme bana wewe uliongea nimekusikiliza bana almost 1 hour alafu hata bana hata usemi tu bana habari hiyo kitu inakuaga serious hivyo ni kweli kweli big up kina nani hivi ah. Wacha nianze kwa kazi zangu zote ambazo nimefanya. Kuna huyu kijana, nafikiri ni popular sana hapa usipokuwa, anaitwa The Dab Graphics, alinisaidia sana upande wa venue ya kushoot video kabisa, big up bro. Alafu producer Jo, kuna Prosuda, anaitwa Prosuda pro jo, kabisa kijana mdogo, lakini anafanya kazi nzuri. Haya, kuna producer pia anaitwa jina linapotea, anaitwa oh, alimekuja, ni producer Alpha amenisaidia pakubwa sana Uh -huh. Uh, kuna yule uh -huh alienda sijui. yeah, yeah. Pia alifanya kazi mzuri. Kuna producer ambaye kidogo pia amenisaidia kwa pakubwa sana mm -hmm. anaitwa MK. Mm -hmm. Yeah, pia naye amekuwa kunisaidia, alafu wasanii mm -hmm. eh, big up sana Kora Empire. mm -hmm. big up sana Lori Poze. mm -hmm. big up sana Kinarina au ni mm -hmm. ambao wasanii nafikiri tumepata nao sababu nafikiri muziki ambayo unafanya kidogo ina, ina, ina, ina sana. Watu wote nimewamenikuwa kwa, kwa, kwa msaada sana kwa mm -hmm. safari yangu ya mm -hmm. mziki okay. mm -hmm. Wewe mimi, mimi ni mtu mmoja tofauti sana, ukiniona nime take time yangu na nikaita msanii uh, mm -hmm. Kwa sababu mimi umenijua, tumezungumza na wasanii wana unijua, wengi wananiogopa kwa sababu tutaambiana ukweli mm -hmm. Kazi ambayo unafanya ni mzuri sukuma vile mm -hmm. uh, unasukuma jitahidi, vile unajitahidi, kwa sababu hiyo peke yake msani, mimi huambia msanii, hata mimi mashi siwezielewa uzito wa talanta ambao unayo, siwezielewa uh, kia tu inakufinya wapi kitalanta. mm -hmm. So ni wewe mwenyewe ndio unafahamu, wewe mwenyewe ndio unajua unaweza kuipushaje, kwa sababu kuna wengi wanasema uwezi, kuna wengi wanasema hii ni gani, kuna wasanii wengine hata wengine si kutoka ambapo. Unajua kinachouma watu sana, si wasanii wanahitaji ku supporta, kuambia ndugu, naona unafanya kazi nzuri, lakini ufanya hapa, lakini unapata wale ambao wanakurudisha chini. mm -hmm. ni usanii takupa vitu viwili katika maisha. wewe kama 22 seconds uko unique na usihitaji uh, approval kutoka kwa mtu mwingine. Usipate mawaida sana, nimesema sana, unaweza pata mawaida, lakini usipate mawaida sana kwa mtu ajui kuandika, kwa mtu ajui kuimba, kwa mtu ajui kuunda biti, kwa mtu ajui kufanya, yani mtu ambaye hayuko katika sekta ya hiyo uimbaji maanake <tosha> atakupotosha, kwa sababu anachokifanya sana yeye kando na uimbaji, atataka kukuweka mawazo yake pale. Ya mwisho ni kwamba usijilinganishe na mtu yote Mm -hmm. Kazi ambayo unaifanya usijilinganishe na mtu yoyote. Alafu kesho tutakuwa tunazungumza story nyingine, tumalize na hii kazi mtamu. mm -hmm. Niambia kuihusu, alafu tutakuwa tunaiachilia rasmi, aa, tukisubiria pia rais azungumze ya mambo yake, manake mimi na wewe tutakuwa tumemaliza salama. keep on pushing, mambo itakuwa sawa. Utamu hii ama mtamu ulikuwa unazungumzia nini? Uh, hapa nafikiri ni ilikuwa ni wimbo wa mapenzi na mtu alikuchanganya mahali ama vipi? Um, ama, ama tu ni utunzi <laughs> <laughs> acha nisizungumzie pale naweza hey, mwagiwa maji, lakini ni wimbo tu ambao niliutunga swa ya kufanya masherehe kama harusi harusi. Mm. hivi ya, ni wimbo ambao kidogo unaweza vutia sana uh -huh. kwa harusi uh -huh. na nini nini uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. so nafikiri